Yaani kama yametrendi hapa katikati na wewe unajua mzee wa takwimu. Amefanyaje? Hebu hebu naani kama mbona umetrendi sana hapa katikati? Eh, Ali amefungiwa amefungiwa, Ali amefungiwa amefungiwa. Ukweli ukoje na taarifa hizi zikoje kwanza kwako? Yes, swali zuri uh, mkule. Kwanza taarifa ya Ali Shaabani kamwe kufungiwa miaka miwili. Sio taarifa rasmi E, ni tetesi ambazo zimeenea kwenye mitandao ya kijamii. Nasema sio taarifa rasmi kwa sababu mimi binafsi sijapokea nakala yoyote ya hukumu. Klabu yangu ya Yanga haijapokea nakala yoyote ya hukumu. Hata wanasheria ambao waliniwakilisha wali pia hawajapokea nakala yoyote ya hukumu. Maana yake hukumu ya jambo lenyewe bado haijatoka. Zilizoenea ni tetesi ambazo hatujui, na mi binafsi sijui zilitokea wapi, zilivujia wapi, kwa sababu yani inakuwa kama mtu alizianzisha tu hapo. Unajua, inapoitwa kamati ya maadili mm, e, maana yake si jambo rahisi taarifa zake zikavuja kwenye mitandao ya kijamii kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki, wanachama na wapenzi wa klabu Young Africans kwamba taarifa za Ali Shahaban kamwe kufungiwa sio taarifa rasmi, ni taarifa zilizozuka kwenye mitandao ya kijamii.